Yesu, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo na kwa ajili ya maombi ya asubuhi ya leo. Kwa hiyo uh, naomba tuchukue muda mzuri, lakini pia kwa kuweza kuikabidhi wiki hii mikononi mwa Bwana. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako na kwa utukufu wako, asante e, eh Yesu kwa kuniwezesha kuianza wiki mpya asubuhi ya leo na siku ya leo, nimekuja mbele zako asubuhi ya leo Bwana, kuikabidhi wiki hii mikononi mwako na mbele zako Bwana, naomba ukanisaidie, naomba ukanihifadhi katika jina la Yesu Kristo Muomba Mungu maombi hayo. Baba ninasema asante kwa neema yako, ninasema asante Bwana kwa utukufu wako, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo, asante Bwana kwa neema ambayo umetupa, asante Bwana kwa kutuwezesha kuamka salama, asante Bwana kwa neema yako ya ajabu. Tazama watoto wako Bwana, tuko mbele zako, watoto wako Bwana, tumekuja uweponi mwako asubuhi ya leo, tumekuja mbele zako tena asubuhi ya leo Bwana, tunakushukuru kwa wiki nzuri ambayo umetupa, tunakushukuru kwa ajili ya Jumatatu hii ambayo imetupa tunakushukuru Bwana kwa majira haya ambayo umetupa. Nasi kama watoto wako tumesogea mbele zako, nasi kama watoto wako Bwana tumekuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Tumekuja Bwana asubuhi ya leo kwenye malango ya asubuhi. Tazama malango ya asubuhi ya leo na yakabidhi mikononi mwako. Malango ya asubuhi yetu ya leo na yakabidhi mikononi mwako. Malango Bwana ya mchana wa leo na yakabidhi mikononi mwako. Malango Bwana ya jioni ya leo na yakabidhi mikononi mwako. Malango Bwana usiku wa leo na yakabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Baba tazama asubuhi ya leo, ikawe ni asubuhi yenye baraka, ikawe ni asubuhi yenye kibali katika jina la Yesu Kristo. Baba tunapotoka mahali hapa, wengine wakitoka mahali hapa, wanaelekea kwenye shughuli zao, tutaelekea kwenye shughuli zetu, tutaelekea kwenye biashara, tutaelekea makazini katika jina la Yesu Kristo. Baba Baba, naomba ukaonekane, naomba ukajifunge Uwe. Baba naomba kajidhihirishe katika jina la Yesu. Baraka zote ambazo zimeachiliwa ndani ya wiki hii zimeachiliwa ndani ya wiki hii Bwana ninajikonekti nazo, ninajiungamanisha nazo katika jina la Yesu Kristo. Kila fursa ambayo iko ndani ya wiki hii kila fursa ambayo iko ndani ya wiki hii ninaifungua katika jina la Yesu. Baba achilia macho ya kuona, baba achilia macho ya kuona katika jina la Yesu Kristo. Achilia macho ya kuona, e Bwana, kila kizuizi ambacho adui amekiachilia ndani ya wiki, kila mipango ambayo adui amejipanga ili wiki isiwe nzuri, ili wiki isiwe nzuri, katika jina la Yesu ninavunja kila vizuizi, ninavunja kila vizuizi, ninavunja kila vizuizi katika jina la Yesu Kristo. Kila kizuizi ambacho adui amekiachilia, adui amekipanga, ame kukifanya ndani ya wiki, ninakataa katika jina la Yesu, ninakataa katika jina la Yesu, ninaondoa vizuizi vyote, ninaondoa vizuizi vyote ninaondoa vizuizi vyote katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nina kataro ya magonjwa ndani ya wiki hii, nina kataro ya magonjwa ndani ya wiki hii, nina kataro ya magonjwa, magonjwa kwa watoto wetu, magonjwa kwenye familia yetu, ninayakataa katika jina la Yesu, ninakata katika jina la Yesu. Kizuizi cha magonjwa ninakiondoa, ninakiondoa, ninakiondoa. Ewe magonjwa ndani ya wiki hii hauna nafasi, ewe magonjwa ndani ya wiki hii hauna nafasi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndani ya wiki hii hauna nafasi ndani ya familia zetu, katika jina la Yesu. Ninakataa roho ya kulazwa, ninakataa magonjwa maambukizi, ninakataa magonjwa mlipuko, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hii wiki ya Bwana, ninaitamkia uzima, ninaitamkia uzima, sisi na watoto wetu, sisi na familia zetu, ninatamka uzima, nina tamka uzima, unaweza ukatamka uzima ndani ya wiki, itamkie uzima wiki, itamkie uzima, itamkie uzima. Tamka uzima kwa watoto wako, tamka uzima kwenye ya familia yako, yani tamka uzima, tamka uzima, tamka uzima asubuhi, tamka uzima, tamka uzima ya leo, tamka uzima, tamka uzima. Mungu ametupa uzima, Mungu ametupa uzima. Tamka uzima, sema, sema, sema, usikae kimya asubuhi ya, ya leo, usikae kimya asubuhi ya leo, zungumza juu ya afya ya watoto wako, zungumza juu ya afya yako

Magonjwa leo tumwa, kila magonjwa leo tumwa, ninayaamisha asubuhi ya leo, toaeka ndani ya familia zetu, toaeka ndani ya watoto wetu, toaeka ndani ya watu wa nyumbani mwetu, kila magonjwa yaliyotumwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu ninayaondoa ndani ya familia zetu, ninayaondoa ndani ya familia zetu katika jina la Yesu. Roho ya magonjwa, roho ya magonjwa, achia familia zetu, roho ya magonjwa achia familia zetu katika jina la Yesu. Hii wiki Bwana hii wiki e e e Bwana ninafunga e langu la magonjwa, e magonjwa magonjwa magonjwa rabo shande rebasika rebo shata rabasika. Hatuwezi kwenda kufanya kazi tukiwa mili yetu ni midhaifu. Hatuwezi kuzalisha mili yetu ikiwa ni midhaifu. Hatuwezi kuzalisha mili yetu ikiwa ni midhaifu miau, hatuwezi kusonga mbele mili yetu ikiwa ni mdhaifu. Hatuwezi kwenda kazini, hatuwezi kwenda kwenye biashara katika jina la Yesu. Bwana bwana bwana Bwana, ninakuita asubuhi ya leo. Angalia angalia Bwana, angalia familia zetu, angalia Bwana afya zetu, angalia afya zetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila pando ambalo adui amelipana ndani ya miili yetu ameipana ndani ya miili ya watoto wetu, hayo mapano na yangoa, nina yangoa asubuhi ya leo, nina yangoa asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Unaachia familia zetu, ewe roho magonjwa, ewe roho ya magonjwa, unaachilia familia zetu katika jina la Yesu. Unaachilia familia zetu wale waliofungwa na vifungo vya magonjwa katika jina la Yesu. Hii wiki Bwana, ninaachilia uzima wako, ninaachilia uzima wako, naachilia neema yako, naachilia uzima wako, naachilia uzima, ewe Bwana, tusaidie. Jehova jile, tusaidie Bwana wa mbinguni, tusaidie na kujifunua, tusaidie katika jina la Yesu tusaidie kwa mkono wako tusaidie kwa neema yako tusaidie kwa nguvu zako abasandereba si ebosaereba yaa ribosandeeba katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu unayetenda wewe ni Mungu unayefanya tunakomboa afya zetu kwa damu ya Yesu Kristo Baba mungua wewe ni mwaminifu, wewe ni mpuyashi, wewe ni muweza wa yote. Wale ambao ni wagonjwa wakapokea ni uzima, tunatuma uzima ya Bwana kutoka kwenye madhabahu yako, tunatuma neno la uzima, tunatuma neno la uzima katika jina la Yesu, walioko vitandani, tunatuma neno la uzima katika jina la Yesu, waliolaza hospitalini, tunatuma neno la uzima, neno la uzima, neno la uzima, neno la uzima, neno la uzima, uzima katika jina la Yesu. Hii wiki ya Bwana inafunga lango la magonjwa kuwafunga na magonjwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Onekana Jehova, onekana Jehova, jidhihirishe mfalme wa amani, jidhihirishe Jehova Jire katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni mwaminifu Bwana, wewe ni muweza wa yote, wewe ni muweza wa yote, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Wewe ni mfanyabiashara, wewe ni mfanyakazi, hebu tamka, tamka hii wiki tamka hii wiki kitu kwenye biashara yako, tamka hii wiki kwenye biashara yako boaabasiae itamke hii wiki katika jina la Yesu Kristo. Tazama e Bwana, wafanya biashara naweka mikononi mwako, nawaweka mbele zako e Bwana, wafanya biashara naweka mbele zako, tunapoianza wiki Bwana, tunapoianza wiki e Bwana, naweka mikononi mwako katika jina la Yesu. Waonekanie Bwana, waonekana kwenye biashara zao, waonekana kwenye biashara zao, watakapofungua biashara zao Bwana, jifuina kujidhihirisha, jidhihirisha Bwana, wanekana kwenye hiyo biashara, wonekana kwenye hiyo biashara, waletee wateja Bwana. Tunawaita asubuhi ya leo, tunawaita katika ulimwengu wa Roho, tunawasemesha asubuhi ya leo katika jina la Yesu, wateja kutoka mashariki, wateja kutoka magharibi, wateja kutoka kazini wakiwe na wakike watoto kwa wakubwa wazee kwa wakubwa katika jina la Yesu tunawaita katika ulimwengu wa roho, reboshanderebasika rabasatarabasika katika jina la Yesu Kristo. Baba, tazama tunaitambulisha biashara zetu, tunatambulisha kazi zetu ndani ya wiki ya Bwana tunazitambulisha, tunazitambulisha katika jina la Yesu zikawawazie Bwana malango yetu ya biashara niyakawawazie Bwana Malango ya biashara yakawe wazi e Bwana rebo shamele basia rebo sheke tereba risambara wako shika reka yande reba she reba sheke reba seka raba yande reba seka rebo shende reba shika katika jina la Yesu ninatamka na malango ya biashara ni akafunguke wiki ni akafunguke wiki ni akafunguke wiki yawezekana, wiki ya iliyopita mama yako ya vizuri, yawezekana wiki iliyopita kuna mama ya ukaa vizuri, lakini wiki ni wiki nyingine tena ni wiki nyingine tena. Bwana tunakutegemea wewe tunakutegemea wewe, ulisema ya kwamba utabariki kazi ya mikono yetu utabariki kazi ya mikono yetu. Nasi Bwana asubuhi ya leo tutakapotoka mahali hapa hii wiki ya Bwana Ibariki kazi ya mikono yetu, ibariki kazi ya mikono yetu, ibariki kazi ya mikono yetu, ibariki kazi ya mikono yetu, ndani ya hii wiki Bwana, ibariki kazi ya mikono yetu. Hiyo neno inakwetu Bwana, hiyo neno inakwetu Bwana, ulisema utabariki kazi ya mikono yetu, ya mikono yetu, katika jina la Yesu. Chochote kile ambacho tutakishika ndani ya wiki, chochote kile ambacho tutakikamata ndani ya wiki, katika jina la Yesu katika jina la Yesu kikalete matokeo kikalete matokeo kikalete matokeo. Hii kazi ya mikono yetu ya Bwana iba, ukaibarikie Bwana, ukaibarikie Bwana, Bwana ukaibarikie Bwana, uka e, inaashiria baraka ambazo ziko ndani ya mikono yetu, inaziashiria baraka ambazo ziko ndani ya mikono yetu katika jina la Yesu. Hii mikono yetu ya Bwana e, ikawe na kibali ikawe na kibali hii mikono yetu ya Bwana ikawe na kibali katika biashara zetu, ikawe na kibali katika kazi zetu, ikawe na kibali katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ka Yesu. Ikawe na kibali ikiye Bwana, mikono yetu kakubariki, mikono yetu kakubariki, katika jina la Yesu, tutakaposimama kwenye biashara zetu, tutakaposimama kwenye kazi zetu, tutakaposimama kwenye majukumu yetu ya makuu inaashiria kibali. Yeyote aliyezuia aliyezuia vibali vyetu aliyezuia kibali chetu katika jina la Yesu, anaachia asubuhi leo, anaachia asubuhi asubuhi ya leo katika jina la Yesu, angalia jinsi ambavyo ka tunatafuta kibali cha wiki raba raba shanda kibali kinafunguka kibali kinafunguka kina kama iliwezekana kwa kwa kama kwa kama iliwezekana kwa Esta akapata kibali nasi bwana ndani ya wiki biashara zetu zikawa zikawa na na kibali e bwana kazi zetu zikawa na kibali huduma na raba raba shanda ikawa na kibali rabasaaabask ebosktarabasika naachiria nguvu ya kibali nguvu ya kibali Bwana, iachilia asubuhi ya leo, iachilia asubuhi ya leo. Wewe endelea kukazana, endelea kuema mbele za Bwana, iko nguvu ya kibali. Inawezekana kwa Yesu hata leo, inawezekana kwako hata leo, inawezekana kwako, inawezekana kwenye biashara yako, inawezekana kwenye familia yako, inawezekana kwenye uzao wako, inawezekana, inawezekana. Yesu hajawahi kushindwa, Yesu hajawahi kushindwa. Yeye yeye ni ni jana jana na leo, yeye ni jana na leo katika jina la Yesu, kibali kwenye biashara, kibali kwenye biashara, bidhaa ambazo Bwana tunazoziuza kwenye biashara, bidhaa ambazo Bwana tunaziuza kwenye biashara, inaashiria kibali, inaashiria kibali, inaashiria kibali, inaashiria kibali raba shata raba sike rebo shanda raba sika, kibali kinatufunukia ndani ya wiki, kibali kinafunuka ndani ya wiki, tumekuja Bwana mbele zako rabasa tunauliza juu ya kibali, tunauliza juu ya kibali, ashiria neema ya kibali katika biashara zetu, ashiria neema ya kibali, ashiria neema ya kibali. Jehova Jire Yesu nayetenda, Yesu nayefanya, hujawahi kushindwa, hata kama walizuia wiki iliyopita wiki iliyopita

Itawe ni wiki ya kusonga mbele katika jina la Yesu. Hakuna jambo lolote no lile ambalo itaturudisha nyuma, hakuna jambo lolote no lile ambalo itaturudisha nyuma, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana unayefanya, Bwana unayetenda, Bwana unayejifunua, Bwana unayejidhihirisha rebo shandaraba kisika. Hii wiki ye Bwana, hii wiki ye bwana e, ni ya muhimu kwenye maisha yetu, ni ya muhimu kwenye maisha yetu tunaiweka mikononi mwako Bwana bueno, umetupa wiki Bwana bueno, umetupa wiki Bwana bueno, umetupa wiki ili ili tufanye matokeo, ili ikawa wiki ya matokeo ikawa wiki ya matokeo. Na wewe Yesu, napenda watu ambao wanaleta matokeo kwenye familia, wanaleta matokeo kwenye jamii, wanaleta matokeo kwenye jamii. Baba, hii wiki tukalete matokeo, tukalete matokeo, tukalete matokeo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hii wiki Bwana, tukalete matokeo raba shanda raba seke rebo shandere wakata rebo shata rawasika ikawa ni wiki ya tukaone matokeo kwenye biashara, tukaone matokeo kwenye kazi, tukaone matokeo kwenye fursa, tukaone matokeo Bwana, tukaone matokeo Bwana, achilie matokeo, achilie matokeo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Achilie hiyo neema ya Bwana. Ninaachilia ulinzi wa damu ya Yesu, achilia ulinzi wa damu ya Yesu. nani hii wiki maandiko yananiambia ya kwamba Bwana sipoulinda mji waulinda wakesha bure. Bwana sipoulinda mji waulinda wakesha bure. Ina maana ya kwamba bila ulinzi wa kiungo hakuna kinachowezekana, bila ulinzi wa kiungo hadi atapata mpenyo. Hii ni wikie, Bwana inaizungusha na damu ya Yesu, inaizungusha na damu ya Yesu. Hizi siku saba ambazo ziko mbele yetu, nazizungushia kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Jumatatu yetu inazungushwa kwa damu ya Yesu, yetu inazungushwa kwa damu ya Yesu ya Yesu s achilia damu ya Yesu ikatende kazi ikatutangulie ikatusemee mbele katika jina la Yesu. Katika jina la ya Bwana tunaitanguliza damu yako, tunaitanguliza damu yako inayosafisha njia inayopigana adui, tunatanguliza damu yako tunaachilia damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu. Raba shaka, raba shika, hiyo damu ya Yesu inayonena mema, hiyo damu ya Yesu inayonena mema, hiyo damu ya Yesu ikanene kwako ndani ya hii wiki, ikanene kwako ndani ya hii wiki. Raba shaka, raba shika yema, reba kashika, hiyo damu ya Yesu kanene, ikanene ndani ya hii wiki, ikanene ndani ya hii wiki ikakutangulie ikakutangulie hiyo damu ya Yesu ikatengeneze njia mahali pasipo na njia, ikatengeneze njia, ikaweke mazingira ikaweke mazingira ikatengeneze njia katika jina la Yesu. Siku si zetu, ewe Bwana, ambazo ziko mbele zetu, zinatanguliwa na damu yako, zinatanguliwa na damu yako. Inanikumbusha wakati ule ule wa Daudi alipotaka alipotaka kwenda kwenda kupigana ali anabweza akakauliza yakwamba je, Bwana ni niwaendee hawa watu wao? Akasema waendee, akasema nikawaendiki waendea je, nitawapata Mungu ukawambia utawapata. Nasi ye Bwana tunakuuliza yakwamba, wiki ye Bwana je, utatubariki wiki ye Bwana je, utatulinda wiki ye Bwana je, utajifunua wiki ye Bwana tutawana mkono wako. Tumekuja kuuliza kwenye madhabahu yako, tumekuja kuuliza

utatubariki mashambani, tuko mjini. E Bwana, tunaziita hizo baraka ulizotuahidi. E Bwana, tunaziita hizo baraka ulizotuahidi. E Bwana, unasema ya kwamba zako e Bwana, hatuwezi kuzijutia. Ahadi zako ni za kweli, ahadi zako ni za kweli. are ile zile baraka za kuingia na kutoka zikaambatane pamoja nasi tutakapotoka e Bwana kwenda kazini kwetu, tutakapotoka e Bwana kwenda kwenye biashara, tutakapotoka e Bwana kwenda kwenye majukumu. Onekana Jehova, onekana Bwana, ukatuonekanie ukatusaidie, ukatuonekanie ukatusaidie Ukatuonekanie, bila wewe hatuwezi, bila wewe hatuwezi rebosandarabasika, katika jina la Yesu. Bila wewe hatuwezi Bwana, bila wewe hatuwezi Bwana, hatuwezi kufanya chochote, hatuwezi kufanya chochote. Tunalitegemea jina lako ili tuweze kufanya lolote, tunategemea neema yako ili tuweze kufanya lolote, tunategemea Bwana wewe ili tuweze kufanya lolote. Bila wewe Jehova hatuwezi kufanya kitu ndani ya hii wiki. Bila mkono wako, bila neema yako, hatuwezi kufanya lolote, hatuwezi kufanya lolote. Achiria mkono wako, achiria mkono wako, achiria mkono wako, achiria mkono wako, achiria mkono wako, wako, tukakuone Bwana kwa viwango vingine, kwa namna nyingine, kwa viwango vingine, kwa namna nyingine, katika jina la Yesu, katika kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea, endelea kuomba ya kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, kuomba, kuomba katika jina la Yesu. Hii wiki e, Bwana umetupa hakika, damu yako hakika, damu yako ikanene yaliyo mema, ikanene mema, ikanene yaliyo mema. Ya mema katika jina la Yesu katika jina la Yesu

Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, iwikie Bwana, iwikie Bwana, hakika tukauone wema wako tukaone wema wako. Maandiko yananiambia ya kwamba hakika wema na fadhili zako zitanifuata mimi, wema na fadhili zako zitanifuata mimi, wema zako, zita mimi, na fadhili zako zitanifuata mimi nami, Bwana shughuli ya leo hii wiki ya e, Bwana wema wako na fadhili zako zikatufuate zikafuate watoto wetu zikafuate uzao wetu zikafuate wajukuu wetu, wema na fadhili zako zikatufuate Bwana wema na fadhili zako zika zikamatane pamoja nasi zikamatane pamoja nasi, hii wiki ya Bwana tukauone wema wako tukazione fadhili zako, tukauone wema wako tukazione fadhili zako, tukaone wema wako tukaone fadhili zako. rebosande rebasika rabasakata rabande rebose rebasikata rebosekete rabande Wema na fadhili zako E Bwana, zikaambatane pamoja nasi, wema na fadhili zako, wema na fadhili zako, wema na fadhili zako, zikaambatane pamoja nasi, zikaambatane siku ya Jumatatu, zikaambatane siku ya Jumanne, zikaambatane siku ya Jumatano, oh, katika jina la Yesu. Tukatanguliwe na wema wako. Tukatanguliwe na fadhili zako. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, tuletee watu ambao, Bwana, watasimama pamoja nasi, watasimama pamoja nasi katika jina la Yesu. Watatusemea Bwana kwenye vikao vyao, majina Yetu Bwana, yakataje na wakuu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, onekana mfalme wa amani, onekana Jehova jule, onekana one baba yetu wa mbinguni, onekana kwa wema wako, onekana kwa utukufu wako, onekana kwa neema yako, katika jina la Yesu, tukataje kwa mewa, tukataje kwa mazuri, tukataje kwa mema, tukataje kwa mazuri. Ila nikumbushe wakati ule, wakati wa maur wakati wa Mordekai kuna kipia alifanya wema akalikulea, kipia alifanya wema, lakini ule wema wa Bwana siku moja ulimsaidia, siku moja ulimsaidia alipotaka kuwa na Hamani, ule wema ulimsaidia, ule wema ulimsaidia baba, katika jina la Yesu tusaidie Yehova, tusaidie baba. Tusaidie baba, hii wiki bila wewe hatuwezi kufanya chochote, hatuwezi kufanya lolote, tusaidie Yehova, tunakuita saea katika jina la Yesu, Holy Spirit. Baba tunasema asante asante kwa ajili ya muda huu, asante Bwana kwa majira haya, asante kwa watu wako ambao wamekusanyika ndani ya hekalu lako Mungu. Haya maombi ambayo tumeyaomba, neno lako inaambia kwamba wewe sio kiziwi hatusisikie, lakini mkono wako sio mzito hata usiweze kufanya. Mungu, tuna imani ya kwamba haya maombi ambayo tumeyaomba asubuhi ya leo, haya maombi ambayo tumeyaomba asubuhi ya leo, hakika Bwana, yataleta matokeo, yataleta matokeo. Tutauona wema wa Bwana, tutaziona baraka za Bwana. Mshangilie Bwana kwa ajili ya maombi haya. Unaweza ukaongeza makofi zaidi ya hayo, unaweza ukaongeza makofi zaidi ya hayo. Unaweza kumshangilia Bwana zaidi ya hapo. Haleluya! Haleluya! Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana na tutaendelea tena siku ya Jumatatu. Hallelujah. Hallelujah. Mwambie mwenzako tutaendelea tena siku ya Jumatatu. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Hallelujah.